Kama hujapata mkopo katika banchi hii ya kwanza au raundi ya kwanza usikate tamaa na usifikiri kwamba ndo tayari umeshakosa mkopo. Hapana, bado kuna raundi nyingine inaweza ikatoka, raundi ya pili au raundi ya pili mpaka raundi ya tatu, bachi hizo zitaweza kutoka kwa hiyo. Ila kuna watu wanashindwa kuangalia namna ya kuweza kujua kama hata hii banchi ya kwanza wamepata au hawakupata. Kwa hiyo takwenda kuonyesha namna ya kuweza kuangalia status ya mkopo wako ili uweze kujua kama batch ya kwanza umepata au umekosa. Unachotakiwa kufanya kwanza ni kuweza kulogin katika akaunti yako. Ukishafungua hii Olams. Uh, utakuja kwenye sehemu ya login as registered user. Ukishaingia katika sehemu hiyo ya login as registered user, utaweka username yako pamoja na password. Ingiza username yako pamoja na password, okay. Hapa sehemu hii utaweka username yako pamoja na password, hapo utaingiza username yako, username ambayo ni namba yako ya mtihani, na hapo utaingiza password. Baada ya hapo utaweza tu kulogin. Sasa hapa unakuwa ume login katika akaunti yako ya SIPA na hapa utabonyeza hivi vidoti hapa juu. Baada ya hapo utaweza kuona kuna sehemu ya kwanza ni dashboard, ya pili ni SIPA kwao. Unachotakiwa kufanya njoo kwenye sehemu hii ya SIPA, alafu kishaingia kwenye sehemu ya SIPA utabonyeza sehemu hii ya allocation. Ukibonyeza <coughs> sehemu ya allocation hapo utaweza kuona ari disbursement utabonyeza hapo kwenye select academic year, then we chagua 2025 2026. Baada ya hapo utabonyeza neno search, utabonyeza neno search hapa okay. Ukishabonyeza neno search utaweza kuona kuna maneno hapa, kama unavoona batch info utaweza kuona, halafu utaona allocation breakdown first loan unavoona hapo, utaweza kuona lakini kuna hii neno ya two, alafu kuna neno ya ma. Hii neno ya ma maana yake ni meals and accommodation. Alafu kuna hii two two maana yake ni tuition fee. Kwa hiyo utaweza kuona pale tuition fee amount uliopewa, lakini na ma maana yake ni meal and accommodation, pia utaweza kuona umepata kiasi gani pale. Kwa hiyo hii ni namna ya wewe kuweza kuangalia kama umeweza kupata mkopo katika mfumo huu wa SIPA. Lakini ukija pia kwenye sehemu hii ya application hapa, pia utaweza kuona ya, status ya mkopo wako, lakini hapa hautaweza kuona sta chochote. Hapo utabaki kuona tu hii ya application status, utatumbiwa tu verification as be pass. Hapa hautaona hali ya maombi yako. Hali ya maombi utaweza kuona kwenye SIPA. Kwa hiyo hakikisha unaingia kwenye mfumo wa SIPA ili uweze kuona haya yote, na kwa hiyo ambaye ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, itafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii share <clears throat> video hii kwa wengine zaidi ili waweze kupata taarifa hizi. Asante na karibu.